Na, ni kushukuru sana ndugu mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya afya kupitia chaneli yetu pendo kabisa ya Lupimo Clinic Official na ninayezungumza anaitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Kuna watu wanaamini kabisa kwamba vidonda vya tumbo havina dawa. Sasa leo nataka nikueleze, eh, majibu juu ya maswali yako haya ambayo umekuwa ukijiuliza tunapokuwa tunaongelea vidonda vya tumbo. E, vitu gani ambavyo vinapelekea kwamba tatizo hili linakuwa sugu kwa watu wengi? Vidonda vya tumbo vinasababishwa na sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni bakteria ambayo ambaye tunamwita Helicobacter pylori. Sasa unapompata bakteria huyu, bakteria huyu ana uwezo wa kuishi katika hydrochloric acid pasipokufa He, anakuwa anaenda katika zile kuta za tumbo, anapekecha, anapekecha, anasababisha vidonda. Lakini kisababishi kingine cha vidonda vya tumbo ni kiwango kingi cha hydrochloric acid, au kiwango kingi cha tindikali ambayo ipo katika mfuko ule wa chakula. Kwa hiyo hizo ni sababu kubwa mbili. Hebu tuangalie sasa, dalili gani ambazo ukiziona zitakupelekea uone kwamba pengine una vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza ni maumivu ya tumbo mithili ya kuwaka moto. Unakuwa unasikia maumivu makali sana, na wakati mwingine anaenda mpaka mgongoni, unasikia maumivu ya kiuno, kama mtu anakunguza na moto, maumivu yanakuwa ni makali sana. Tumbo linajaa gesi mara kwa mara eh, unasikia kiungulia kikali sana katikati ya kifua. Eh, wengine wamezoea kuita chembe ya moyo eh, lakini kuna mwingine ambaye unakuta anakosa kabisa hamu ya kula eh, lakini kuna mwingine akipata chakula kidogo anasikia chefu chefu kabisa, na wakati mwingine anatapika. Kuna mwingine anatapika chakula, kuna mwingine anatapika damu eh, hizo zote ni dalili za vidonda vya tumbo. Lakini dalili nyingine, mtu akienda haja kubwa anapata shida sana, anajikamua eh, anatumia nguvu kubwa sana, haja kubwa inakuwa ni ya shida. E, hali ambayo inampelekea anaweza kapata hata tatizo la bawasiri. Kwa hiyo hizi zote ni dalili za vidonda vya tumbo. Unapoziona, chukua hatua mapema, waone wataalamu wa afya, lakini kikupendeza, tembelee Lupimo Sanitarium Clinic tutaweza kukusaidia tatizo lako. Na hapa tunavyozungumza, ninazo dawa mbili. Dawa hii ni dawa ya unga e, ambayo imeleta matokeo mazuri sana kwa watu wengi. Ni dawa ambayo unachanganya kwenye maji ya moto unakoroga unakunywa taratibu kama chai lakini kuna dawa hii nyingine ambayo ni ya maji eh? Yenyewe unatikisa kisha tikisa, unatumia vijiko vitano kutwa mara tatu. Kama nilivyosema kidonda cha tumbo ni kidonda kama kidonda kingine, isipokuwa chenyewe kinakuwa katika mfumo wa meng'enyo wa chakula. Kwa hiyo dawa zetu kitu ambacho zinaenda kufanya ni kwamba zinaenda kustimulate uzalishwaji wa seli katika kile kidonda eh? Kwa kile kidonda kinaanza kujifunika, kinajifunika, kinajifunika, baadaye kinakaa kina sawa, ili kidonda kinaondoka. Baada ya hapo, sasa utakula chakula chochote unachohitaji. Hivyo basi chukua hatua mapema, ndugu mtazamaji, tufikie Lupimo Sanitarium Kliniki nasi tutakusaidia. Ulikuwa na mimi Dr. Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Kliniki.